jini Wakenya wamehack account ya X ya polisi wa, wa Tanzania. Like wa bloody account ya polisi wa Tanzania ya ibe ya National Police Service imehakiwa. aiaio otanzania Wacheni niwaonyeshe. hey, hey! Samia Suluhu utasalibiana na suluhisho wewe. Ebu oneni wameihack na mpaka wakapost atukama sikitiko makubwa. <laughs> Tunadhibitisha kifo cha raisi. Uliona huyu wenyu mnamuua, la akufi mkona mwene kuua kwa wenyewe <laughs> Sasa shuali Samia, hmm? Suluhu sasa umetuingililia umetushautia, na kama mtu hangekufa ungekuwa president unanyoshilia una kifo ya wenyewe wenyewe, unaringa na kiti ya marehemu, mpaka utuambia ati tunakuja kuharibia na kwetu kushaharibika. Na amekuambia kwa kina nani kumeharibika? Kiti ni ya marehemu. Wewe hata unaitwa Suluhu, hauna suluhisho mpaka akaunti zenyu zimehakiwa, mpaka hey, Airtel yenyu imehakiwa Ta unatuambia ti tunakuja kuvuruga kwenye kwa kina nani? Kwanza na aliwaambia uko ni kwenyu na ni kwetu. <laughs> <Anikuwe, tutu> tuliwagawia, <laughs> ni kwetu tumewagawia, mmeringa mpaka akiondoka. Ndio hii sasa, ndio hii result ya panya, panya, panya kutawala. Anyway, guys, hakini sasa <laughs> cctv za sasaa <steto laughs> Hey kid, Mtu United <laughs> Jokes one time. My people, waTanzania tuliwaambia wachaneni na waKenya. Ni nini hiyo nasikia about the hacking? Hmm? Police account imefanya nini? <laughs> Na mlikuwa mna play hard to get. Eh? Hmm? Huh? Ni tuliwaambia the war that you are trying to raise it can never be successful. WaTanzania Play low bana. Play with your class. Go with your standards. Hmm? Anyway, twende nalo. Ya, yeah. Munacheza na Kenya. Ita wabobo. <laughs> Yani, a few hours bana after Samia Suluhu ametu address. Akisema wa Kenya sisi ni wapotovu wa nidhamu. Anatu address wanya nataka bana. Meona kuna mwenendo. Trendy. Mtiririko ya wanaharakati kutoka Kenya wanakuja hapa kutuharibia kwa sababu kwao kushaharibika. Jamani, Nasikia ex account ya police force ya Tanzania bana imekuwa oh hack. Alafu to make the matter worse bana, watu wamehack bana wanaenda kupost pale vitu zao. Alafu wanaingia live bana. Eh, yani majamaa huko nje oh bana, mmekuwa genji mbaya. Amuogopi, walai, mlipeleka api uoga bana. Lakini pia Samia Suluhu hizo ni gani alikuwa anatuambia? Kwanza juu venye Wakenya Kenya ola, wa na dressi ola. Wanga walai. Mkenya anafa kwa dressi wana upole na heshima bana. Ukianza kutu address venye unataka na kututusi bana, hiyo haiwezi kabisa. Sijasema ni Mkenya alihack lakini ola. Najua hakuna mtu yote mwenye akona ujanja kama hiyo kama si Mkenya walai. Ila lazima ni Mkenya bana. Yenyewe Kenya never disappoint manzi. Eh. Ukitaka kikurambe bana, we mess tu na wa Kenya walai juu. Jaribu tukuguza Wakenya wa ndo utajua eh. Wakenya ni kina nani bana? Kenyans should be respected, walaijo. We should be addressed with dignity. Na hiyo ni X account bana, bado hajaguza ile nyingine. Wadau, mnafikiria venye nafikiria kweli walaijo? We! Na asubuhi nimeona wamesema kwamba nimekufa jamani. Wote warudi kwao, kwa sababu wameharibu kwao na tutaki maneno yao, waende waende, tuko sawa sisi

Bwana anasema mama ameaga dunia bwana, hmm? <laughs> Mujaku, tulieni. Yaani mimi sijui niwaambie vipi, ndugu zangu wa Tanzania, acha yaani, achaneni tu na ndugu zangu wa Kenya. Hawa hawa hawana huruma hawa, hawa watawamaliza, hawa watashuka na nyinyi. Na mnapoelekea katika uchaguzi nyewe wa Tanzania yaelekea kwamba lazima sasa tutakuja kushiriki kwa huo uchaguzi, maana tumeona kwamba hata mkienda kufanya uchaguzi kule, maamuzi mtakayoyafanya hayatakuwa ya busara, hayatakuwa ya hekima. Hivyo lazima tutakuja kuwasaidia, hmm? tulivyosaidia tu ndugu zetu wa Uganda, nyinyi nanyi tutawasaidia.